Well guys, we are back with another video of Priscilla and Jux, the one and only white wedding. Okay, hapa nimewaleteni video za mastazi mbalimbali wa bongo wakiwa wamedamshi kwenye hii harusi. Yani in short, tulibaruza tizi, tulibaruza kama kawaida, hapa nimewaleteni video mbalimbali mbali. Kuna Nandy kuna Uncle T, kuna Tamo Platnumz, Irene Paul, na ndugu wengine wa mume. Okay guys, enjoy hii video hapa, na unamwona Jux hapo na mke wake walivyodamshi kabisa. Well, let's start with the sister of Juma Jux. Huyu ni sister in-law wa Priscilla na hiyo ndio outfit yake alikuja nayo, pink flani hivi eh, kachanganya na hiyo silver hapo juu, katoka amazing kabisa, ye ndio dada wa bwana harusi lazima atokelezee. All and all, I can say truly damn. Mtaona huko mbele jamani, watu walivaa, walibaruza. Mm, kama mnavyoona hapo, huyo ndo dada wa bwana harusi akipata kinywaji. Kwa hiyo style hapo, unagonga kengele then glasi inatoka <laughs> This is so new maybe to me lakini It's new. Okay, let's move forward. Oh, okay, tuangalie hapa na ndugu ndugu ingine wa bwana harusi. Okay, let's move on to one and only Madam Nandi mwenyewe mwenyewe, kwanza muna hiyo style yake nywele, the hairstyle is perfect, alafu cheki hiyo dress yake, cheki chini hayo maua yalivyopangwa, hapo maroses yalivyopangwa. Yani in short hii dress ya Nandi iko ten over ten minus nothing. And I think hii ndo ilikuwa dress code, I mean the color, kwa sababu most of them wamevaa hii color, tutaona huko mbele. Lakini Nandi ale damsh akiwa na mume wake hapo Billnas, na nikapendeza sana na gauni yake, ni nzuri iko very very stylish, na parsi yake nyeupe imeendana sana bas, mi nimependa hiyo hairstyle, iko very very unique. Closet yake pia imekaa vizuri, yani nguo imekuwa fit, yani the fitting, it its fit, na accessories <laughs> zake pia alizovaa, yani perfect. Okay bwana, huyu ni Mina Ali. Mimi nimependa makeup hair. Hey, ni kaka kama Mwarabu fulani hivi ama Msomali enyi. Hey, mnaonaje? and the dress also, chini huko ilivyopangiliwa, juu pia ilivyokaa, and the color also, as I said before, h hi kal ndo ilikuwa the dress code and shorts, na yeye alibaruza. Okay, twende kwa huyu mdada pa lavish. Well, lavish, haja tuacha salama as before kwenye the traditional wedding, ali alibaruza bala. And this time, this time the wedding the white wedding pia katubaruzia kama mnavyomwona hapo. Yeye kanyana outfit zake mbili, kuna hii then kuna the other one, nitaonesheni. Kwanza tuiangalia hii dress nzuri, ina rangi ya cream fulani hivi and the white alafu iko kichwani hiyo hat accessories, then nails zimeendana hmm. Na hiyo dress well, huyu dada, hey, huyu dada kakomesha kwa kuvaa tu. Alipendeza, alibaruza hatari na nusu, yaani sifa zote ziende kwake <laughs> kama nilivyosema, kama kuna top 5 basi kashika namba one. Kuanzia traditional wedding alibaruza, and this time pia kabaruza. Okay, hii ndiyo outfit yake ya pili kwenye usiku huu wa white wedding waiti. Yeah, the color hapo mnaiona, kapendeza naye kabaruza kikofia chake fulani hivi, yaani ina vibe ya English lady au British lady fulani hivi, yaani amazing. The purse, the makeup, the accessories, everything is perfect. Okay, and the next one is Irene Paul. Irene Paul sijapata bado the good video of her, lakini hii hapa nimeibamba naye kadamsh. Kama mlivyomwona jamani, naye hajatuacha salama kwenye kuvaa, katisha Okay, let's move forward to this girl. Anaitwa Yasenta. Hiyo ndio outfit yake alikuja nayo. Huyu pia ni mgeni wa bwana harusi. Huyu ni mfanyabiashara naye lakini na yeye katokelezea all the way from TZ. Huyu ni mgeni wa TZ kaenda Nigeria kushuhudia the wedding of JP's. Well, here we have our MC. MC wetu ni mmoja tu. MC Garabi. Alikuwa ana take zack drink hapo kwa kubofya hicho kikengele na hiyo ndio outfit yake. Okay, guess what huyu ndio yule mdada aliyesemwa kwamba alivaa vibaya well na huyu mdada bwana kombe alienda kwenye hii shughuli just kuchukua matukio mbalimbali mbali. e, kufanya kazi yake hajaenda specifically kama mgeni wa hii harusi that's why mnamwona akavaa simple kabisa okay the one and only Uncle T.

yukana Ommy Dimpoz, Salama sk dvoic, hizo ndio outfit yao ya leo kwenye the white wedding, and um, Diamond Platnumz alikuwa best man wa Juma Jux, alikuwa pembeni yake anafutafuta jasho nini and etc eh? <laughs> K okay, inasemekana Diamond atarudi na kadada huko kutoka Lagos, anamnyemelea nyemelea maana kaka yetu hapoi aboi. <laughs> Tusubiri tuone barangasi lingine litakuwaje. Azuchu kaachwa mtu anakula raha kupikia, okay. Okay, let's move forward, hizo ndio outfit zao na wao pia walitoka vizuri, yani wametoka vile kibosbosi flani hivi yani ukiwaona tu unasema yes kitu iko hapo. Well, hawa warembo wetu pia ni from TZ. Lakini wanatuchelewesha kutuonesha wali full walivyopendeza. Oh, f au mdadishaoneshani lakini Ok, hapa kuna mastaa bado hawajaonyesha outfit zao. Kuna Malaika cute, kuna Posh Queen na wengine wageni mbalimbali waliotoka kizi kwenda Nigeria for this wedding but for this outfits pick a kabaruza. Hebu angalini hapa, niambie hapo kwenye comment nani kabaruza. Hatari hatari na hatari na nusu na nikabaruza na outfit yake. Outfit ipi imekubamba kabisa kabisa? And don't forget to subscribe, like and comment, put on your notification ili usipite na mambo mazuri.